Nicolas Maduro ni rais wa Venezuela aliyeshika madaraka tangu mwaka 2013 na ni mmoja wa viongozi wenye utata barani Amerika Kusini. Nicolas Maduro Moros ni mwanasiasa wa Venezuela ambaye amekuwa rais wa nchi hiyo tangu Machi tano mwaka 2013 baada ya kifo cha mtangulizi wake Hugo Chavez. Kabla ya kuwa rais Maduro alihudumu kama waziri wa mambo ya nje na makamu wa rais chini ya Chavez. Anafahamika kwa msimamo wake wa kishoshalisti na uhusiano wa karibu na serikali ya Cuba na mataifa mengine ya mrengo wa kushoto. Historia ya kisiasa: alizaliwa Novemba 23 mwaka 1962, Caracas, Venezuela. Kazi ya awali: alianza kama dereva wa basi na baadaye kuwa kiongozi wa chama cha wafanyakazi Aliingia siasa rasmi kupitia chama cha United Socialist Party of Venezuela PSUV. Wadhifa muhimu: mwaka 2005 hadi mwaka 2006 alikuwa rais wa bunge la kitaifa. Mwaka 2006 hadi mwaka 2012 alikuwa waziri wa mambo ya nje. Mwaka 2012 hadi mwaka 2013 alikuwa makamu wa rais mwaka 2013 hadi sasa amekuwa rais wa Venezuela. Uraisi na utawala: baada ya kifo cha Hugo Chavez mwaka 2013, Maduro alichukua madaraka kama kaimu rais na kisha akashinda uchaguzi wa rais. Tangu wakati huo ameshinda uchaguzi mwingine mwaka 2018, ingawa uchaguzi huo ulipingwa vikali na jumuiya ya kimataifa kwa madai ya udanganyifu na ukandamizaji wa upinzani. Utawala wake umeandamwa na changamoto nyingi, zikiwemo mgogoro wa kiuchumi. Venezuela imekumbwa na mfumuko mkubwa wa bei, uhaba wa bidhaa muhimu na kuporomoka kwa thamani ya sarafu. Migogoro ya kisiasa. Upinzani umekuwa kipinga uhalali wa utawala wake, huku baadhi ya mataifa yakimtambua Juan Guaido kama rais wa mpito. Ukandamizaji wa haki za binadamu: mashirika ya kimataifa yameripoti ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu chini ya utawala wake. Tukio la kukamatwa na Marekani. Mnamo Januari tatu mwaka 2026, Nicolas Maduro na mkewe Cilia Flores walikamatwa na majeshi ya Marekani kufuatia operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Venezuela. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa operesheni hiyo ilikuwa mafanikio na kwamba Maduro alikamatwa na kupelekwa Marekani. Nicolas Maduro ni kielelezo cha siasa cha mvutano na mabadiliko makubwa barani Amerika Kusini. Wakati wafuasi wake wanamuona kama mrithi wa urithi wa Chavez na mtetezi wa maskini, wakosoaji wake wanamshutumu kwa kuharibu uchumi wa Venezuela na kukandamiza demokrasia. Hatima yake ya kisiasa sasa hiko mashakani kufuatia kukamatwa kwake na Marekani. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii